Ulimwengu umejaa mata na kawi. Hata katika utupu mkubwa wa anga ya galaksi, kuna atomu moja ya hidrojeni kwa kila mita ya ujazo. Hiyo ni bila kutaja idadi kubwa ya chembe na mnurisho wa samaku umeme kupita kila njia kutoka nyota, magalaksi na ndani ya mashimo meusi. Kuna hata mnurisho uliobaki kutoka kwa Big Bang. Kwa hivyo je, kuna kitu kama kutokuwepo kabisa kwa kila kitu? Hii siyo jaribio la mawazo tu. Nafasi tupu au utupu ni muhimu sana. Ndani ya nyumba zetu, mashini nyingi za kusafisha vumbi zinatumia feni kuunda shinikizo la chini, eneo tupu ambalo huvuta vitu ndani ili kujaza utupu, lakini hiyo ni mbali sana na kuwa tupu. Kuna vitu vingi vinavyoruka kote. Watengenezaji hutegemea mashine zilizokuwa kamili zaidi zenye utupu uliofungiwa kwa kila aina ya madhumuni. Hiyo inajumuisha chakula kilichowekwa katika mifuko ya utupu ilibaki freshi muda mrefu, na utupu ulio ndani ya taa za awali uliolinda filamenti. Utupu huu huundwa kwa aina fulani ya ile mashine ya kusafisha kufanya, kutumia pampu zenye nguvu nyingi ambazo huunda mfyonzo wa kutosha kutoa atomi nyingi zilizopotea iwezekanavyo. Lakini bora zaidi ya michakato hii ya viwandani huelekea kuacha mamia ya mamilioni ya atomi kwa sentimita za ujazo wa nafasi. Hiyo sio tupu vya kutosha kwa wanasayansi wanaofanya majaribio kama vile Hadron Collider kubwa, ambapo miale ya chembe inahitajika kuzunguka karibu na kasi ya mwangaza hadi masaa kumi bila kugonga atomi yoyote iliyopotea. Kwa hivyo wanaundaje utupu? Mabomba ya LHC yametengenezwa kwa chuma cha pua ambavyo havitoi yoyote ya molekuli zao zenyewe na vimefunikwa na mipako maalum ya kunyonga gesi zinazotoroka kuongeza joto hadi digrii mia mbili Celsius huchoma unyevu wote, na mamia ya pampu za utupu huchukua majuma mawili huondoa gesi na vifusi vya kutosha kutoka kwenye mabomba kwa ajili ya majaribio nyeti sana ya collider. Hata pamoja na haya yote Hadron Collider kubwa sio utupu kamili. Katika sehemu zilizotupu zaidi bado kuna chembe karibu laki moja kwa sentimita ya ujazo lakini jaribio kama hilo linaweza kwa njia fulani kupata kila atomu ya mwisho, bado kuna kiasi kikubwa cha minurisho isiyoeleweka karibu nasi, ambayo inaweza kupita kwenye kuta kila sekunde: karibu muons hamsini kutoka kwa miale ya angani, neutrinos milioni 10 zinazotoka moja kwa moja kwenye Big Bang, fotoni milioni 30 kutoka kwa mawimbi madogo ya angani na neutrinos trilioni 300 kutoka kwa jua hupita mwilini mwako. Inawezekana kulinda vyumba vya utupu kwa kutumia dutu kama maji ambayo hunyonya na kugeuza mwelekeo wa mionzi hii isipokuwa kwa neutrinos. Tuseme umeondoa atomi zote na umezuia mionzi yote. Je, nafasi sasa haina kitu kabisa? Kwa kweli hapana. Nafasi yote imejazwa na kile wanafizikia huita viwanja vya quantum. Tunachofikiria kama chembe ndogo za atomu, elektroni na fotoni na jamaa zao, kwa kweli ni mitetemeko katika kitambaa cha quantum kinachoenea ulimwenguni kote na kwa sababu ya sheria ya fizikia inayoitwa kanuni ya Heisenberg, viwanja hivi haviwachi kuzunguka hata bila chembe yoyote kuanzisha mawimbi. Daima wao huwa na kubadilika kwa kiwango cha chini kinachoitwa kubadilika kwa utupu. Hii inamaanisha viko na kawi, idadi kubwa yake. Kwa sababu nadhari ya Einstein hutuambia kwamba uzito na nishati ni sawa, mabadiliko ya kiasi katika kila mita ya ujazo ya nafasi yana nishati inayolingana na uzito wa protoni nne hivi. Nafasi inayoonekana kuwa tupu ndani ya utupu wake ingekuwa na uzito mdogo. Mabadiliko ya quantum yamekuwapo tangu mwanzo wa ulimwengu. Katika muda mfupi baada ya Big Bang, wakati ulimwengu ulipokuwa ukipanuka, zilipandishwa na kunyooshwa kwa mizani ya ulimwengu. Wanakosmolojia huamini kuwa mabadiliko haya ya awali ya quantum yalikuwa mbegu za kila kitu tunachoona leo, magalaksi na muundo mzima wa ulimwengu wote mzima, na vilevile vile sayari na mifumo ya jua pia ni kiini cha mojawapo ya siri kuu za kisayansi za wakati wetu, kwa sababu kulingana na nadharia za sasa, mabadiliko ya kwantam katika utupu wa nafasi yanapaswa kuwa na viwango 120 vya ukubwa zaidi kuliko ya nishati tunayoiona. Kutatua siri ya nishati hiyo inayokosekana kwaweza kubadili kabisa uelewa wetu wa fizikia na mbingu. Je, hauko tayari kurudi chini? Tazama video hizi. Au ujisajili kwenye kituo chetu ili uendelee kuchunguza sayansi, falsafa na maajabu ya ulimwengu.